Naam, tupo na Tajiri Mvimba JR mwanachama wa klabu ya Simba pia na mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club. Mimi naitwa Wazili Tambiko ni Chapesa Media. Kwa hiyo fuatilia habari zote za michezo, nyuma ya kamera director Runde. Mvimba, wao wameleta timu uwanjani na kikosi kamili Young Africans. Inasemekana kama amewakimbia hivi namna fulani. Ah, cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sio wengine ndio kwanza tumeingia mjini hapa. Tulikuwa tuko baada ya game za mkoani kule Arusha tulibakia kwenye mashindano kusimamia Simba Queen tumeingia mjini, ila wakati jana niko njiani niliona barua ya viongozi wetu wa Simba kama mechi leo itakuwa hakuna. E, na hicho kitu ambacho ndio maana hata tulivotoka nyumbani tujatoka kwenda kiwanjani tulijua kabisa kama leo hakuna mechi. Sasa kama wao wameingiza timu itakuwa wamekiuka sheria tu kama wanavyokiukia wao tu, lakini sio wana Simba. Najua leo hakuna mechi. Wanasema baada ya, ya jana jana Simba kufanywa vurugu na kutoa waraka mkubwa katika mitandao ya kijamii Instagram inasemekana Simba Sports Club umegomea mchezo baada ya ile taarifa, lakini inasemekana mmewakimbia Young Africans, kipigo kilikuwa kizito siku ya leo na inasemekana mmechungulia mechi namna fulani, kama mechi ngumu hii, si si uwezo wa kumkimbia Yanga alikuwa hatuna, alafu na hii kwa na Simba wote hii ndo kwa mara yani, ilikuwa Yanga nakufa mapema tu yani kama gemu umeanza saa saa moja na robo yani hata na nusu yanga kuwafikisha alikuwa anakufa mapema. Sema unajua kwenye nchi yanga kuna kitu fulani wanacho. Mpaka unajua kuna wakati mwingine tunakaa tunafikiria hizo nguvu wanazitoa wapi? sababu wanaenda vitu, wanaenda market mwetu. Kama ukiangalia ligi yetu imepanda na hata ikishuka tushangae kwa sababu ligi yetu sasa hivi na wageni kutoka sehemu tofauti tofauti. Yanga wanafanya vitu vya kishamba kama vile yani, maana yake wanashusha hadhi. Kama ukiangalia timu yako, kuna kina Daucho kuna kina Aziki yani, kuna watu wametoka nchi tofauti tofauti tu sasa. Vitendo kama vile wamefanya vya kipumbavu kama vile yani, maana yake ligi yetu anashusha hadhi yake chini, kwa sababu ni sheria. Juzi sisi tuko pale, kwa sababu mimi mwenyewe niko kwenye ulinzi wa usalama wa klabu. Juzi tuko pale, Simba imefanya mazoezi, Simba inatoka basi la Azam liko nje timu inatoka basi lazamu limeingia ndani limeenda kufanya mazoezi, ndio sheria inavyokuwa. Lakini wao sijui hawakutaka -ha Simba kufanya mazoezi. Sasa ile sheria kama ile, alafu mtu anaongea kabisa kwa sauti ni amri kutoka juu. Sasa amri kutoka juu kwa nani? Sasa na hata kama amri kutoka juu, sheria ya mpira haihusiani, mambo ya serikali yaingiane na mpira. Hata kama nyinyi mna wafuasi wenu wengi wa Yanga kwa serikalini, pia ni washamba wa vile vile, sababu hataki kuingilia mpira kwenye sheria kama zile. Mpira wacheze endelee, uendelee na mifumo yake, na serikali mifumo yake, ila tunatoa onyo kwa wale viongozi ambao wanachama wa Yanga, viongozi wa serikali, tunakupeni onyo, sisi ni wanachama wa CCM huko tunakwenda kwenye uchaguzi, mtapotokea ujinga kama ule kwenye uchaguzi, mnaenda kutupa sisi kufanya nguvu kubwa sana ya kwenye masuala ya siasa, kwa sababu hizi timu mbili ni taasisi za serikali na hizi timu ambazo zina, zina, zina watu tofauti tofauti, kwa jinsi yalikwenda kama vile mpaka Yanga anakuambia sijui ni amri kutoka juu. Ili akili kiingia, watu tapata shida sana kwenye uchaguzi Yaani sisi tunakuwa tunaumia kwa sisi ambao viongozi wa chama wa chini, sababu sisi tunaongea na wanachama wa chama tawala na kadi pia tunazo, tunaweza tukakuonyesheni, tuna kadi kabisa ya elektroniki yaani kuonyesha kabisa kama viongozi wale. Watu wanafanya uf, ujinga kama ule, alafu wanasema ni amri kutoka juu. Kwa mpira wetu na jitihada za rais wetu, mnakuwa mnazi mnazikwamisha, sababu tunaenda kwenye uchaguzi. Simba singecheza lakini mechi ile ya Afrika, sijana amefanyia vurugu kutokuingia katika uwanja Benjamin Mkapa simgecheza na watani wenu maana iua mnajiamini sana dabii sema mwondoke na ushindi lakini, au mlikuwa mnaogopa mara nne ya Africans kuwafunga mfululizo hivi hivi? Ukikaa kwenye nchi hii waulize mwana Yanga wote mwenye akili timamu, kocha pati kifili Tanzania kakaa miaka mingapi hapa, alafu kawafunga miaka mingapi? Yani, yani ana historia yote, siu minne Fili kishapiga zaidi ya miaka saba Yanga ana ushindi mbele ya Simba kocha akiwa Fili na mara mwisho wajaji uwanjani kabisa. Sasa timu lazima ikafanya mazoezi jioni, ilikuwa Simba nacheza saa moja na robo gemu inaanza, Simba anatakiwa ifanye mazoezi saa na robo ii ni sheria hii ni sheria, sio kitu ambacho kasha, umiwe, mvimba chakurupukaaevimbaja Ah, chakula umeona uongozi wa Yanga, ni uongozi wa kipumbavu, wametokea watu wa pumbavu pale getini na kama kuna watu wao wa juu pia pia na wapumbavu vile vile, tuambie wazo watuharibia wa mpira wetu. Rais anapambana. Hivi unadhania ile godi moja mkono wa mama inatoka milioni tano, watu wanapiga hesabu. Ile hela kama mama anaitia kwenye ma hospitali si dawa kibao, lakini mama anaitia kwenye mpira, lakini kuna watu wanataka kurudisha watu nyuma. Sasa watu kama wale wapumbavu sio tuhitaji kwenye mpira wetu. Kwa nani? Kuna watu wametoka mikoani, wameshafika, watu wametoka mikoa na wameshafika mpaka sisi tunawatolea mfano kaambia si so wenyewe tuchia kwenda Bukoba, bona tumeenda si Bukoba, wachezaji walikuwa wanaumwa, tukarudi Dar es Salaam. Lakini kuna watu wametoka mkoani wanarudi zao, kwa wa ujinga tu, watu wachache kama wale. Ila tunashukuru TFF na TFF. Ile barua ya Simba ilikuwa imekaa kimtego tu, laiti wangeenda tofauti kutokana ile barua yani ndo yangetokea makubwa kushinda hata yale. Yani ah, ndo tunaongea wazi tu yani, yangetokea makubwa zaidi ya wale aa ubwela. Ah, ah, well, ndo umesimamia kama hivi, na ile barua yenyewe ukiangalia chini imeandikwa kabisa imeandikwa kabisa kutokana na Simba walikosa muda wa kufanya mazoezi wakati mwingine na huo wakati mwingine, mechi ikipangwa hata saa nne ya usiku Wapelekeni mabao yenu pale pale, wakakaa pale Africans. Simba anakuja kufanya mazoezi sana usiku, wametoa barua, wamesema wao mechi yao mechi wao haitambui yao mechi wanatambua ni leo, ni tarehe nane mwezi wa tatu 2025 ni muda saa moja, sa, moja kamili dakika arobaini na tano. Hiyo ratiba hawaijui, wanajua mechi ni leo. Ah, Yanga Yanga Afrika tunawachukulia kama chama cha upinzani tu. Tumake uchaguzi ukiisha, viongozi wengi hata kwamba kuja kusaini haji kusaini. Yanga ni kama wapinzani tu wa siasa, kwa sababu sisi hatuongee na Yanga, sisi tunaongea na baba yao mwenye shirika la mpira wa mpira Tanzania, TFF ndio kishaamua sasa. Yanga kama yeye akachukua watoto wake Yanga Queen si Yanga Princess na wale watoto wawachanganye, ndio wakaandikie barua waende uwanjani, ndio maana hata kiongozi asubuhi alipohojiwa nani huyu Mgutu alipojua asubuhi, alisema watu mnatakiwa mtulie majumbani, majibu yatatoka jioni. Na sisi tulijua TFF kama walikuwa na akili sana, ili swali lijibiwe kabla ya saa kumi, na kweli kwenye saa nane wamejibu kila kitu, kiko wazi eh. Na chochote Mvimba JR kwa mashabiki wa Simba Sports Club kumaliza kwa chochote, baada ya kukosa kuikosa futali yetu ya magimbi na chugumawe leo. Sasa kilichobaki, wana simba wote tuombeane dua. Tarehe kumi na moja tuna mechi ya FA tunakuja kumtafuna mtu mwezi mtukufu wa Ramadhani na tarehe kumi na nne kuna ule dereva latiatu kwenye, kwenye nanii pale Dodoma jiji. Tunao wakati wote, Simba iko tayari kwa muda wowote, watupangie tarehe yoyote. Yule mjomba akija, unaambiwa kila nafsi zalkatlmauti. Yanga akakwepa tu, lakini lazima atauonja kufa tu. Asante pamoja.